Haleluya, mwana wa Mungu, na kusalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. E, ni Pastor Deus na kwa mara nyingine tena leo, naomba tukajifunza somo linalohusu namba namba namba katika Biblia au namba kibiblia. Yesu apewe sifa. Kwa tuwa jifunza kuhusu namba kibiblia au kiroho. Ni kwa sababu maisha yetu yanaongozwa, yana namba na namba. Iwe unajua au haujui, maisha yako ulipo yapo control na namba, yanaongozwa na namba e, ndio maana kuna kuna muda muda ni namba. Saa moja saa mbili ni namba e, kuna siku kuna siku saba katika wiki. Kwa nini ziwe saba saba ni namba eh. kuna kuna miezi miezi miezi ni namba, miezi ipo kumi na mbili, ni namba. Kuna mwaka au miaka pia ni ni namba zile. Kwa hiyo lazima uelewe namba eh, uweze. Unajua au haujui, lakini unaongozwa na namba. Sasa tukajifunze namba kibibilia. Kwenye namba kuna siri nyingi sana katika namba watabiri wanaotabiri mambo wanatumia namba, lakini Bibilia pia imeandikwa kwa kutumia namba. Kuna mafumbo mengi kwenye Biblia ambayo yametumika kwa namba, ambayo ukijifunza kuhusu namba uh, utaweza kuelewa Biblia kwa urahisi kidogo. Itakupa uwepesi wa kuelewa Biblia utakapojifunza kuhusu namba. Basi leo utaanza kujifunza namba moja. Namba moja moja, ina maana gani kibibilia? Uh, fungua kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura sita na ule mstari wa nne Uta, utaona hapo inasema kwamba sura sita mstari wa nne sema e, Israeli, sikia e, Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye mmoja. Kwa hiyo mmoja kibiblia ni namba ya Mungu, inamtambulisha Mungu. Tuna Mungu mmoja. Sifa zake ni za kipekee, ni uniki, hazifanani na sifa za kiumbe chochote. <clears throat> Mungu ni mwenye upendo, ni yeye peke yake. Mungu ni upendo, ni yeye peke yake. Mungu ni mwenye huruma, ni yeye peke yake. Mungu ni ni mkombozi wetu eh? Tuna mkombozi mmoja ambaye ni Yesu Kristo, ndio Mungu huyo huyo, naona. Kwa hiyo mmoja ni namba ya Mungu. E, hata moja ya kumi zaka. Kwani tunatoa zaka? Sababu zaka ni moja ya kumi, moja ile ni namba ya Mungu. E, muda wetu kwa siku, unavyoamka unaitumiaje namba moja? Muda wako unavyoamka ile saa ya kwanza sio saa ya kwako, ni saa ya Mungu. Dakika ya kwanza kazi ni kwako, unaitumiaje? Sio sio dakika ya kufanya kazi, au sio muda wa kufanya kazi ni ni muda wa kuwa pamoja na Mungu. Huo ni muda wa Mungu. E, moja moja kwenye maisha yako ni Mungu takiwa, Mungu awe kipaumbele namba moja kwenye maisha yako E, usimweke kipaumbele namba mbili, nataka awe namba moja E, tunatoa malimbuko. Malimbuko ni, ni ni zao la kwanza, zao la kwanza la la mshahara wako, zao la kwanza la la matunda ya shambani kwako, zao la kwanza la chochote kile. E, cha kwanza ni cha ni cha Mungu mwenyewe. Ndio maana aliomba aliomba uzao wa kwanza wa wana wa Israeli, ambao alikuwa ni uzao wa Lawi, umtumikie yeye, maana ni mali yake yeye. Yesu apewe sifa sana, haleluya. Ndio maana Mungu anapenda wazaliwa wa kwanza ili wamtumikie e, anapenda kuwatumia wazaliwa wa kwanza kama, kama lango eh, lango la kupitisha baraka Eh, kwenye familia fulani. Yesu apewe sifa. Hata unapokoka unafanyika mzaliwa wa kwanza. Yesu alikuwa ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, eh, Yesu apewe sifa. Maanake namba moja ni namba ya Mungu peke yake. Eh, naomba tuishie hapo. Kesho tutajifunza kuhusu namba mbili, namba tatu na kuendelea. Tole, toa comment yako hapo chini, niandikie unaelewaje kuhusu namba moja, au unaelewaje kuhusu namba kibibilia au kiroho na tutaendelea kujifunza na Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema. Amen.